Jaji mkuu mstaafu Augustino Ramadhani amewashauri wanasiasa kunadi sera za maendeleo wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu ujao badala ya kuchafuana ili kudumisha amani na utulivu uliopo nchini. Jaji mkuu mstaafu Ramadhan ametoa ushauri huo wakati wa kongamano la wadau wa amani mkoani Mwanza, ambapo pia amewataka wananchi kutowachagua wanasiasa wanaotumia fedha ili kupata uongozi. Amikus butunga kutoka Mwanza ana taarifa zaidi. Wadau ni mkoani Mwanza wakiwa wamekutanishwa na shirika lisilo la kiserikali la World Vision kwenye kongamano linalolenga kuweka mikakati ya pamoja ya namna ya kuimarisha amani wakati wa kampeni na uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Kongamano hilo limefanyika wakati huu zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu. Na ninaamini kabisa atakapokuwa tumetoka hapa tutakuwa na kitu cha kushikilia tukisema wajibu wetu ni nini katika kudumisha na kuendeleza amani na hasa katika kipindi. Nafasi ya viongozi wa dini katika kudumisha amani ikabainishwa na wenye viti wenza wa kamati ya amani mkoa wa Mwanza. Tuwalee watu, tuwafundishe watu na na tuwaongoze kuichukua njia ambayo ni sahihi na hasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi huu wa Oktoba 25, viongozi wa dini, nafasi yao katika kipindi kama hichi ni kusimama katika kweli na kusimama katika kweli, waendelee kukemea yale ambayo yanamdhalilisha na kumdunisha Mtanzania. Mfano, hakuna jambo baya ambalo linapaswa kukemewa na viongozi wa dini kama rushwa. Swala so, la rushwa, ufisadi na kadhalika, hili ni jambo ambalo lazima viongozi wa dini waliseme bila uoga na bila kuchanganya maneno. Magesa Mlongo ni mkuu wa mkoa wa Mwanza, yeye anawanyoshea vidole baadhi ya viongozi wa dini. Uchaguzi wowote utakaokuwa na mlengo wa kidini katuletea matatizo. Baada pengine, nimesikia ameshaanza kutoa maelekezo kabisa kanisa. Jamani, yeye na sisi mwaka huu, mwingine naye na sisi mwaka huu, na wengine nao, lazima tuone. <laughs> Wale ambao bahati mbaya ndani ya mchakato wao hamna watu ambao wa madhibu yao, kwa hiyo wafanye Vale. Mtoa mada katika kongamano hilo alikuwa jaji mkuu mstaafu Augustino Ramadhani ambaye amewaasa wanasiasa: kila mwanasiasa ajitahidi kueneza sera, sera yake ni nini, anakusudia kufanya nini kwa maslahi ya Watanzania tuache kabisa ile wazungu wanaita mud slinging kuchafuana, tuache tueleze sera. Lakini kwa Watanzania, jaji Ramadhani anawapa ujumbe gani wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu? Kura ni siri ya mtu na mtu, unachagua yule ambaye unafikiri ataweza kuwavusha na kuwapeleka huko ambapo tunataka kufika. Sasa kuna wengine e, wanatumia pesa kushawishi watu kuwachagua hao, tuwakatae. Ameko Sibutunga, TBC Mwanza.